Kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kupatikana na hatia ya kuweza kuvamia nyumba ya Eminem huko ya Clinton Township, atatumikia miaka kadhaa gerezani na hii ni mara baada ya kuweza kuhukumiwa katika kaunti ya Macomb kutokea huko huko, huko nchini Marekani. Sasa, ujimshikaji anafahamika kwa jina la Matthew Davis Hugs. Mwenye umri wa miaka thelathini na mbili anaweza kuhukumiwa kifungo cha miaka kumi na tano hadi thelathini, yaani katikati hapo kwamba anaweza kufungwa miaka kumi na eh, tano hadi thelathini kutokana na the way ambavyo kesi yake itakavyoenda kuendeshwa na kuweza kuishia kwa kosa la kuweza kufanya uvamizi wa kwanza wa nyumba ya first degree home invasion, na kifungo cha miaka mitatu hadi miaka saba na miezi sita kwa kosa la unyanyasaji ambao pia uliokithiri kwa upande wake, lakini pia mshikaji kuweza kupata msamaha wa siku alizokaa E, rumande katika jera ya kaunti e, kulingana na rekodi za mahakama za huko Marekani ambazo zinakuwa zinafanya e, unaweza tukasema zile sheria zake inakuwa zinafatwa kiivo. Sasa Huggs pia ameweza kuamriwa e, kutokuwa na mawasiliano yoyote na Eminem ambaye pia ameweza kutajwa kwa jina lake halali kabisa, ambaye anafahamika kwa jina la e, Marsh Matthew watatu, wala e, kuweza kukaribia ndani ya umbali wa futi 500 e, kutoka nyumbani kwake lakini pia shuleni au kazini kwake Jaji wa mzunguko ambaye anafahamika kwa jina la Diane Dranziski ndiye aliyetoa hukumu hiyo, kwamba mshikaji licha kuweza kufanya matukio yote, so hatakiwi kuwa e, karibu na nyumba ya Eminem, lakini pia e, kukaa umbali wa futi 500 e, na mshikaji huyo popote pale ambapo atakutana, and then wakiwa na karibu so e, kesi hiyo yake itazidi kuwa kubwa and kubwa zaidi, na hayo ni maamuzi ya jaji kuweza kutoka katika mahakama ambazo zinapatikana huko. Sasa hugs pia anaweza kupatikana na hatia na jopo la majaji Mei saba baada ya kesi iliyochukua takriban siku moja na nusu, ambapo Eminem aliweza kutoa ushahidi mwanzoni mwa siku ya pili ya kesi hiyo. Majaji pia waliweza kutoa uamuzi wa hatia ndani ya saa moja kulingana na rekodi za mahakama. So, na tukio hilo kifungo chake kinategemewa kuwa ni miaka 15 hadi miaka fulani hivi ya 30 zinakuwa ni nyingi Marekani. Kani, yapi maoni yako kuhusiana na sakata hili ambalo linakuwa linaonekana na adhabu ambayo mshikaji ameweza kuipewa? Vipi, inakidhi au waweze kumuongezea kidogo? Kwa sababu miaka 15 mpaka 30 ni miaka mingi and mingi sana, na kuweza kuambiwa kwamba kukaa mbali na nyumba yake mshikaji Eminem, au kutokuwa karibu umbali wa futi 500, kwa wale watu wa mahesabu, lakini watu wa vipimo watakuwa wanaelewa bana, futi 500 ni umbali wa kiasi gani? au wapi, eh, na wapi itakopoa zaidi, ukiendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook Instagram pamoja na X kama Sawasawa Digital, lakini pia pale YouTube ukisubscribe, okay, chaneli yetu utakuwa kwanza kabisa kuweza kupata all notification ambazo zinakuwa, zinakuwa zinakuja hapa zilidati kabisa tasmanam.